Aa, kwa majina naitwa Songo Daniel, ni diwani wa kata ya Kisawasawa halmashauri ya mji wa Ifakara. Kipekee kabisa, leo ni siku ambayo nina furaha kwa sababu nimeweza kufika kwenye poromoko lililopo katika hifadhi ya milima ya Udzungwa kwa kuingia katika kijiji changu ambacho kipo katika kata ya Kisawasawa, kijiji cha Ichonde. Poromoko hili linaitwa Ichonde ni poromoko pekee kabisa, na leo nilipoona mvua kubwa zaidi imenyesha nikaona basi ni vyema tuje kuliona, ni poromoko zuri. Kwa hiyo kipekee nipende kuwakaribisha wananchi wengi zaidi, watu wengi zaidi kutoka katika pande zote. Watu wengi wamefika katika poromoko hili, kwa hiyo nina imani mwonekano wa sasa umekuwa ni muonekano mzuri na ni mzuri zaidi, na mimi kama diwani wa kata ya Kisawasawa najisikia faraja, kwa sababu naona poromoko hili lililopo ndani ya hifadhi za milima ya Udzungwa lipo katika kata ya Kisawasawa, kijiji cha Ichonde. Kwa hiyo na imani wageni watakapofika wataweza kupelekea uchumi uweze kukua, wataweza kutuungisha sisi. Kisawasawa tuna nazi za kutosha, tuna madafu ya kutosha, lakini pia katika madafu pia tunaweza kutoa kinywaji kimoja kinaitwa mdafu chenye alkoholi nzuri. Kwa hiyo nipende kusema wageni, karibuni sana kuja kuweza kutesti hii pombe aina ya, ya mdafu lakini kuja kupata nazi nzuri na madafu kabisa. Asante sana.